unajua kuna mambo mengine kuna yeah. Watu wanakuwa compatible. Mimi sio mzuri sana kwenye mapenzi yeah. Mungu yaani kanijalia muonekano lakini kwenye mapenzi siko vizuri, zero, nimekufa. Mambo vipi mtazamaji, kabisa na kwenye exclusive interview. Leo niko na mwigizaji hapa Nelly Kamwelu uh, yeah. Pia video vixen Naweza kusema msanii wa mambo mengi pia. Nel, mambo? Oh, mambo. Safi mzima, mzima, alhamdulillah. Umependeza. Asante. <laughs> Ni vitu gani ambavyo unavizingatia hasa uh, unapokuwa unatoka hasa unaigiza upo public, upo mbele za watu. Ni vitu gani unapenda sana kuvionyesha kwa kweli? To be honest, um, I think mostly heshima kwa watu mkitoka. I like to be humble kuonga na watu and to share ideas and that's it, yeah. Yeah. Wanasema Nelly ni mtu fulani ambaye pole sana uh, <laughs> usani na upole naa kama vitu avyedani to be honest, mpole ila nikikerwa na kwa hatari, yeah, in that sense, yeah. Leo tumekuta mpo seti mnaigiza tamthilia ya Huba pia nataka nifahamu Neli wa kwenye Huba na Neli wa sehemu zingine, Neli wa aina gani sasa? To be honest, najua mimi ni kama nacheza karakta yangu, eh? Yeah. <laughs> Yani, I think I'm the same Neli wa kwenye seti na kwenye, kwenye real life, it's the same person, honestly ya mhe n niko same. Kwa nini mahusiano? Najua character yako mara nyingi sana ni based sana kwenye mahusiano, alafu mahusiano yako yana tabu nyingi sana kwa nini director wako kupanga <laughs> <wongu> <inkele>? hivyo <laughs> mimi naona kama wamechukua kwenye my real life wakaiweka kwenye script, maanake nashangaa kama n ni, yeah. Ni kama wameandika maisha yangu ya ukweli, sielewi, sielewi, lakini ni kile kile, ni kile kile, it's the same thing yeah in in my my real life, yani kila kitu iko sawa sawa. Pengine hasa una feel aje? Hasa mara nyingi unapokuwa unapitia vitu kama hivyo, naamini kwenu nyinyi ambao mna fame kama yo msanii mkubwa na nini, kwenye mahusiano, hasa vitu gani ambavyo watu wanashindwa kuvielewa hasa hasa wanapoingia kwenye msono na mtu kama? Honestly, I think, um, unajua kuwa like a public figure, inakuwa ni ngumu zaidi because mimi naamini kwamba watu wengi wanakuwa wanapitia changamoto ya kimapenzi even zaidi ya like the celebrities lakini like, kwa sababu they are not in a public eye so for watu wengine inakuwa kama ni kawaida mm-hmm. But inakuwa ni big deal ikiwa ni mtu kama let's say me au watu wengine who have a name mm-hmm. So inakuwa ni shida sana but um, Yeah, all I can say is uh, sisi pia tunakuwa tunapitia tuna changamoto nyingi sana. Mm. Uh, ni, ni miezi kadhaa imepita nyuma uli, uliandika ujumbe ambao kidogo watu mpaka walishtuka, mashabiki zako sasa, hata mimi mwenyewe kidogo nilivyosoma ule ujumbe so nili, sio sawa mwanamke uh, ma, ma, na, na, na kupigwa kwa ya hasa ni nini hasa ni, ni, ni ambazo ulikuwa uli, uli najaribu kuiambia jamii. Um, honestly nilitaka tu to, to make it open kwamba kuna like let's say many of uh, like I said public figures tunakuwa tunapitia changamoto nyingi and I just wanted people um, wa, the ones who are in relationship and they wa, wako abused, yeah. Watoke kwenye that relationship afu wajichague wao wajipende wao, manake sometimes kukaa kwenye relationship ambayo inakuwa sio sawa which is like toxic inakuwa inaku inakuharibia hata let's say, in family wise, in, um, career wise so, nilitaka tu kuwaonyesha watu kwamba if I can get out from, uh, a toxic relationship na wao pia wanaweza, because watu wengi what I know wanawake wengi wako kwenye abusive relationships, na hawawezi kutoka. So that's the only message I wanted to portray. Uh, serikali na baadhi ya taasisi nyingi hasa za kijamii hasa dawati la jinsia na vitu pengine yes, hasa ulijaribu labda kwenda kuongea labda na sehemu kama hizo dawati la jinsia kuna vitu vingine. Hiyo sijawahi kufikiria, but that's a good idea, yeah. Sijawahi kuiwaza, lakini yeah, umenipa idea nzuri. Inshallah ni kweli hicho ambacho kinazungumza kwamba maruhani miongoni mafuta ambavyo vinakusababishia. sometimes it does, yeah. Sometimes hata mhusiano wako unakuwa na taabu sometimes. I i think it's true yes. my wish yes, is, yes, is um, to just um, keep on being happy and enjoying life with the people that I love that's it yeah. Abby njoo hapa <laughs> samtimewatamusin <laughs> <Abi, abi, abi, laughs> Dakika moja, Abi, nakwaje? <laughs> <laughs> <ku> <laughs> Kama kawaida mwana, nataka nipate teki yako hasa kuingiza na mrembo kama Nelly hapa <laughs> <laughs> <laughs> Ikoje sasa? <laughs> Ah, fresh kawaida. Mbona <laughs> <laughs> <laughs> ambaye ni mpole, unamwonea sana, watu wanalalamika sana Abby bwana, mbona kama anamtesa sana ndani huko. Mama. <laughs> Amna mama, mpole humo. Yale maigizo unajua, kuna kitu fulani watu wengi hawajaelewa bado Bongo, kuna kitu kinaitwa character. Character ni kitu ambacho kinaandikwa, unapoona watu wanahisi kwamba kile kitu wewe unafanya kweli, manake wewe ile kazi unaifanya inavyotakiwa. Hasa kuna watu wengine wanakuwa mtu yani unaangalia mchezo paka mtu unamchukia yani. Ile kile kitu ambacho ndo kinatakiwa. Kwa hiyo kuna kuna character na kuna maisha halisia. Mimi sio kama nilivyo kwenye TV. Lakini hii e, e, kazi mtaani imeniharibia sana. <laughs> Yaani kila ninapoenda watu muongo, watu huyu wanadanganya wanawake, watu wanafanya nini? Eh, piga sana vitasi. Lakini mimi kwenye nani kwamba sio mpole, yani in real life mimi sio mpole. Hiyo watu watajiuliza mitaani <laughs> wakishaona <wana> ndimba ndimba zako watajua <laughs> we mpole au sio mpole huyu. Mi naye hatujuani sana nje ya kazi. Ah, jiga nini? Sasa kumbe uh-huh. Yaani, tunajua na kwenye kazi, lakini maisha kawada, ya kawaida aya hatujuani sana kwa hiyo mi ni mtu unakaa sana ndani na sio mtokaji tokaji sana kwa hiyo kukutana kwetu sio sana. Yaani point anasema ikiwa cut baadaye mm, tukiwa baadaye tukiwa tumejeni uh, niko... kuwa kwenye cut kuna siku ingine mapepo anakuwa anapanda, na, siku <laughs> nyingine hayapandi, kwa hiyo ingine hayapandi, kwa hiyo nategemea bila kujua mambo ya kubadilika badilika, mimi ni kama vile mlevi saa zote e, mimi ndo nilivyo. Yani, mimi kwenye kamera, mimi kwenye kamera na kwenye uigizaji nimetulia zaidi kuliko kweli. E, mimi kwenye ukweli kidogo nimechangamka, nilikuwa napiga na story kana niambiaje? Ni, ukiangalia kile ambacho unachokiigiza na kwenye reality kwenye maisha yake, ni kama umemwandikia the same story hivi, inategemea anaishi vipi na waandishi waandishi, e, e, waandishi, kama wanamjua tabia yake, basi itakuwa anachukulia nachukulia na story ni nzuri kusema kweli, kwa kumutwa kumutwa kidogo nini, mambo yanakwendea yanaendelea huko huko hata analia kwenye vyombo vya habari, anazungumza kwamba amepigwa, ame amefanyaje. Kama mtoka nilikuwa kwenye ufukwe fulani hivi mbele kule, nilikuwa namwangalia, sina cha kumwambia, nabidi apitie sehemu yake aliyoandikiwa kwenye maisha <laughs> e, ile Mungu alimwandikia apate <laughs> makovu mawili matatu, amepata, ameugulia, sasa hivi kapona, tunatafuta mtu mwingine kutudunda kweli. <laughs> <laughs> <laughs> Hapana, uh, uh, tunatafuta mpya <todicum> yani apigi ah. vizuri ah. tunataka mtu ambaye anadunda vizuri oh. kweyo unatokaje? Eti unaonyesha pakovu kwenye paje, inabidi umu, yani kama kangatwa nyuki, is that time <todicumuyo> okay, bwana, mashabiki zetu, sasa unamwambia nini? tunamwambia nani? tunawapenda sana, naendelea bila nyinyi hakuna kitu kinaitwa tamthilia wala nini, kwa sababu tutakuwa tunaigizia nzi ushanele. Kwa hiyo endeleeni, endelego tuangalia, pendeni sana tamthilia yenu na tupendane, maisha mafupi, kesho kuna kifo. Kwa hiyo muhimu kwamba sio, sio, si kujiona, kwa sababu tupo kwenye viondo, kujiona sisi wabora, hakuna mbora. Kwa hiyo muhimu ni mapenzi baina ya watu na kusafiriana roho, basi

unajua kuna mambo mengine yeah, kuna watu wanakuwa compatible. Mimi sio mzuri sana kwenye mapenzi. Mungu yani kanijalia muonekano, lakini kwenye mapenzi siko vizuri, siko vizuri sana kwenye neno I love you. Yeah. Um, yeah. I, I love you too. Mambo mengine yako sawa. Asante sana, asante. <laughs> <laughs>